Uvamizi wa tembo, hatua tumeanza kuzichukua, na mambo haya ni hatua kwa hatua. Kama tumeweza kujenga vituo vi vitatu, bila shaka kama tatizo bado ni kubwa, angemuona waziri wa maliasili na utalii akiwa bungeni, na waziri angejua cha kufanya, na sio kuja kulalamika hapa mbele ya rais na kutaka umaarufu mbele ya wananchi, maarufu ambao kazi hazifanyi inavyopaswa. Kesi ya wafugaji mahakamani Anajua kesi kwa wizarani inashughulikiwa, lakini alitaka iseme hapa ili wananchi wake wamsikie. Ndugu zangu, huyu ni mbunge wa kitaifa na sio mbunge wa jimbo. Kama kweli wana, wana Kisesa, mnataka maendeleo, huyu mbunge sio wa jimbo, ni wa kitaifa. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, niwapongeze viongozi wa mkoa, wilaya na halmashauri kwa kazi mnayoendelea kuifanya na niwaombe sana niwaombe sana muendelee kufanya kazi, mwatumikie wananchi ili maendeleo kwa wananchi yaonekane. Nyinyi tuliowaleta huku si watawala, mnamwakilisha rais, lakini si watawala, ni watumishi wa wananchi. Kwao niwaombe sana, watumikieni wananchi. Niwaombe sasa Mturuhusu tuendelee na ziara katika maeneo mengine, na asanteni sana kwa kutusikiliza. Asanteni sana <tune>